Nataka nikuhakikishie ndugu yangu, hawa Arabu watatu uliowataja hao hao watatu watajichagua wao mmoja wa kwenda na sisi kwenye hatua ya robo fainali. Hao watatu uliowataja, chukua maneno yangu, nakwambia, watajitafuta katika wao mmoja atakayetusindikiza sisi hatua ya robo fainali ya ligi ya mabingwa msimu huu, siwatanii. We are more than serious. Safari hii kwenye champions league watajichagua, kama ni kutoka Moroko, kutoka Algeria, kutoka Misri, kama wataweka kikao wao. Lakini nafasi moja ambayo yanga tunaipambania, hiyo nafasi hatuwezi kuidondosha, hatuwezi kuiangusha hiyo nafasi, tuko tayari na sio tu Waarabu kwenye ile kundi, hata angeongezwa Barcelona kwenye ile kundi, angeongezwa Madrid na Man City wote na Arsenal umo waekwe, bado nafasi yetu moja Yanga. Ngeongezwa hapo ateta aje, tungedili naye bado apige kona hiyo nafasi. Yani kama ile kundi lina timu moja ya kufuzu, hiyo timu itakuwa Yanga. Kama ni mbili ni yanga na mwingine, sio masuala ya mwarabu moroko. Ni yanga na mwarabu mmoja watachaguana wao, naye anakwenda na sisi kwenye hatua ya robo fainali. Na narudia kuwaomba tena, muda wenu maeno ushapita, umekuja muda wa kazi. Sisi ndio wenye kazi, sisi ndio watu kazi, tunataka tuwajibu kwa vitendo. Nataka nikuhakikishie ndugu yangu hawa Waarabu watatu uliowataja hao hao watatu watajichagua wao mmoja wa kwenda na sisi kwenye hatua ya robo finali, hao watatu uliowataja chukua maneno yangu, nakwambia watajitafuta katika wao mmoja atakayetusindikiza sisi hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa msimu huu, si watanii, we are more than serious safari hii kwenye champions league watajichagua kambani, kutoka Moroko, kutoka Algeria, kutoka Misri, kama wataweka kikao wao. Lakini nafasi moja ambayo Yanga tunaipambania, hiyo nafasi hatuwezi kuidondosha, hatuwezi kuiangusha hiyo nafasi. Tuko tayari, na sio tu Waarabu kwenye ile kundi, hata angeongezwa Barcelona kwenye ile kundi angeongezwa Madrid na Man City wote, na Arsenal umo, waekwe bado, nafasi yetu moja Yanga tungeipambania kuipata pale, watu shika na jezi kamili, sijui ngeongezwa hapo, ateta aje, apige kona, tungedili naye bado iyo nafasi. Yani kama ile kundi lina timu moja ya kufuzu, hiyo timu itakuwa Yanga. Kama ni mbili, ni Yanga na mwingine Sio masuala ya Mwarabu Moroko, ni yanga na Mwarabu mmoja, watachaguana wao, naye anakwenda na sisi kwenye hatua ya robo fainali. Na narudia kuwaomba tena, muda wenu maeno ushapita, umekuja muda wa kazi. Sisi ndio wenye kazi, sisi ndio watu kazi, tunataka tuwajibu kwa vitendo.